Nilikuwa ninazungumza kuhusu ishara ile, jumapili ile nyingine nikakwambia, nimebakisha mambo mawili ambayo pia nitayazungumzia. Bwana sifiwe. Amen. nilizungumza juu ya ishara, Yohana anaandika juu ya ishara. na kwa nini Yohana anaandika juu ya ishara? hiyo ndiyo somo ambalo ilikuwa nataka kuingia, yani kuamini kulikuwa ishara, kuamini na uzima. Bwana sifiwe. Kwa nini Yohana aliandika kuhusu ishara? Ili sisi wanadamu sisi, mimi na wewe <coughs> tusipokubali maneno ya Yesu, bali tukubali matendo anayoyafanya. Bwana sifiwe Amen. Yaani ajamiludiako ikiwa sisi hatutasikia maneno ya Yesu, Injili ya Yesu mamba maisanatufundisha basi, tuamini ishara ni miujiza anazozitenda. Kwa hivyo tunapoziamini tutakuwa tumemwamini nani? Yesu Kristo. Amina, Amen yo kusudi na yo hii ndio kitabu sisi huwa tunakuuza kwa mtu ambao ameokoka, mtu ambaye amemjua Yesu Kristo. Unapoanza kusoma kitabu cha injili ya Yohana kinakusaidia kusimama katika maisha yako ya, ya kiroho. Bwana asifiwe. Amen. Yesu akateseka, Yesu akakufa kwa sababu ya dhambi zako kwa sababu ya maovu unayo yafanya, kwa sababu ya matendo mabaya unayo yafanya. Lakini nitesisi sisi tulimwamini Yesu Kristo, lakini bado ndani ya mawazo yetu na ndani ya mioyo yetu bado tuamurekesha kwenye msalaba. Bwana, sisi mioyo yetu ni ngumu, mioyo yetu ni nzito. Umeokolewa, umeokoka, ukapokea uzima, lakini bado bado haujaamini bado, bado. Okay, ya kwamba Kristo ni mwana wa Mungu, amina. Ninaanza nazungumza sasa kuamini. neno yaliyotumika sana katika maandiko ya Yohana lilikuwa neno hili kuamini, ambalo kienda kuhesabu hilo, hilo neno kuamini, amini, kuamini, amini, believe, believe, believe, believe, believe, believe. Katika hiyo sura ya Yohana inapia mara tisini na nane, Yohana tialikaga kwa kurudia amini, amini, amini, amini, amini. Ndiposa niko na sema kwamba ikiwa e, wewe huwezi kuamini Yesu kwa neno lake, basi amini niujiza anayoifanya lakini waamini miujiza tayari, umeamini Yesu, na hiyo kuamini hiyo miujiza ndio itakayo kuleta mpaka waje kuamini neno la Mungu, ya kwamba ni neno ambalo linatoka kwa Mungu a talinatokea kwa hali ya matendo. Bwana sifiwe, halitokei tu kama jina, lakini linatokea kama matendo. Kwa nini? Bwana sifiwe, naamini. Yeah. Yeah. Mm. Nani. Neno kuamini sio imani. Bwana asifiwe. Neno imani sio kuamini. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ninakuja kujaribu. Kwa uh -huh, oh, nini nini? Kwa uh -huh, oh, nini, nini. Bwana asifiwe. Amen. Nenda utasema yangu anitukue, kama mfano ajaribu kueleza kuamini Bwana sii, ninasema hivi.